Na Simba, we. Yanga, mpo Tanzania, karibuni katika Kili Chat Show. Msimu mwingine tena ambao tunafuatilia nani mtani jembe. Promotion kubwa inayofanywa na Kilimanjaro Premium Lager inayokutanisha mechi kubwa ya timu mbili, Simba pamoja na Yanga, na sisi mashabiki wao. Hapa katika Kili Chat Show pia tutakuwa na watu maarufu, watu mashuhuri wawili ambao tutazungumza nao kuhusiana na kazi zao, maisha yao na mapenzi yao katika timu hizo mbili za Simba na Yanga. So tafadhali, ninao wageni wawili, tutawajulisha hapo baadaye ni nani na nani wanaingia, lakini kwa sasa nasema karibuni, hii ndio Kili Chat Show. Jina <coughs> langu naitwa Gardner Ghabashi. Nani mtanijembe promotion tunaifahamu, lakini tukumbuke tu ni promotion kubwa ambayo inafanywa na Kilimanjaro Premium Laga ambayo pia ni mdhamini wa timu hizi kubwa mbili Simba pamoja na Yanga. Promotion hii inatusaidia sisi mashabiki wa Simba na Yanga kuziwezesha timu zetu mbili zipate pesa katika shindano la nani mtani jembe zipate pesa kupitia bia ya Kilimanjaro na zipate pesa uwanjani zitakapokutana siku hiyo mwezi wa kumi na mbili. Sasa basi unayo nguvu kubwa ya kuipa timu yako pesa hizo unapofungua kizibo cha Kilimanjaro Laga. Hakikisha ya kwamba pale nyuma kuna namba ya siri, namba ile ya siri unaiweka katika ukurasa wa message, huku ukiwa umeandika jina la timu ya Simba au Yanga kwa vile unavyoipenda. Baada ya kuandika jimu la timu unaandika namba hiyo, alafu unaituma kwenda katika namba moja, tano, nne, moja, tano. Fanya hivyo mara nyingi unavyoweza, utaipa timu yako ushindi na utapata nafasi ya kuja hapa kushirikiana na sisi kwenye show, lakini zaidi ya hapo, unaweza kuwa mshindi wa kwenda na VIP ticket kuona mechi hiyo, kila kitu kikiwa kimelipiwa na Kilimanjaro Premium Lager. Nafikiri ni jambo uzuri sana kutokea Tanzania. Ukiwa unafuatilia promotion ya nani mtani jembe pamoja na show yetu ya Kili Chat, usisahau kutembelea ukurasa wa Facebook. Usisahau pia kutembelea ukurasa wa Twitter kwa kutumia hashtag ya Kilichats, lakini zaidi ingia kwenye website yetu kililaga.com mkwaju NMJ, ambayo ni nani mtani jembe. Huko pia utapata nafasi ya kuuliza maswali mengi kwa watu ambao tunawalika hapa na nafasi ya wewe kujishindia zawadi mbalimbali zinazotolewa katika show hii. Sasa basi ni wakati mzuri wa kuwatambulisha wageni wetu usiku wa leo. Tuko tayari jamani? Okay, mgeni wetu wa kwanza anamtambulisha mwimbaji kutoka kwenye bendi ya Mapache Watatu. Mwaka huu ameshinda tuzo ya Kili kama mwimbaji bora wa nyimbo za dansi hapa nyumbani Tanzania. Tafadhali mpigeni makofi! Simba, Simba, Simba, Simba, Simba bana! Mtu wa pili ambaye anamtambulisha kwetu siku nzuri huwa wa leo ni mwanadada ambaye ameanzia kwenye kiwanda cha filamu lakini akafanikiwa zaidi kwenye upande wa Bongo Flava. Anajua kucheza mrembo, anajua kuperform. Mpigeni makofi mshabiki wa Yanga Shishilole baby. Karibuni mkae. Oh! Oh! Oh! Okay. Shishi baby. Yanga juu chezea jeje, lazima Simba safari waombe po. <laughs> <laughs> Bwana karibu sana Jose Mara. Asante, karibu sana Shilole. Asante. Hii ndio Kili Chat Show. Kama kawaida tunaanza moja kwa moja na ile challenge yetu ya maswali madogo madogo mazuri ya kuvutia yanayohusiana na timu zetu. Utaratibu ni ule ule, kila mtu mtampa filimbi yake mm -hmm. Wa Simba anampa Simba Yanga nampa Yanga na, na kadi zangu nakaa nazo mwenyewe tauliza maswali mengi kadi inavyowezekana. Atakayepatia swali tunampa point, atakayekosea tunampa kadi ya njano. Akikosea mara mbili tunampa ya njano ya pili, anakuwa ameshindwa na mwenzake anashinda shindano hilo. Mwenye point nyingi zaidi ndiye atakuwa mshindi katika shindano letu. Tuko tayari jamani? watu wa Simba, watu wa Simba mshangilie vizuri mtu wenu wa Simba. Watu wa Yanga mshangilie vizuri mtu wa Yanga. Simba we, Yanga juu. Okay, tunaanza moja kwa moja <laughs> naamini mnazifahamu vizuri timu hizi mbili yeah, angalau kwa namna yake. Swali langu la kwanza, ukisikia okay, vizuri swali piga filimbi. Mchezaji mmoja anaitwa Mohamed Hussein wa Yanga AK yake nani? <laughs> <Shilole. laughs> <Shilole. laughs> okay. Makofi kwake. Inabidi apate faulo, kazi yani kaingia akajifunga mwenyewe. Inatakiwa oh, okay. Upige filimbi ndio tukuite. Swali jingine, Goalkeeper wa Simba Safari anaitwa nani? Ivo Mabunda. Makofi kwake. oh, okay. <laughs> Swali jingine. Yanga ina matawi angalau mangapi? Zaidi ya 80. Zaidi ya 80. Amepata. Okay. Weka fii karibu Shilole. Pigia huyo, pigia huyo. <tie> Uko vizuri? Yes. Swali jingine. Ofisi ya makao makuu Simba iko wapi? <tie> Nimesikia zimelia zote au? Au Msimbazi Street. Swali jingine, kuna goalkeeper kipe anaitwa ali Mustafa. <coughs> <coughs> <coughs> Amecheza faul, kwa hiyo nafasi nampa Shilole. <coughs> <coughs> <coughs> okay. faul, amecheza faul nafasi nampa Shilole na swali nasema kuna golkipa anaitwa Ali Mustafa wa Yanga aka yake ni nani? mm -hmm. moja kwa moja nafasi yako Tafadhali jamani. No, Naombe. Naombeni. No, ah, dada. No no no, mm -hmm. Hajanijibu. Mbona mm -hmm, una haraka? Shosi tuko Simba na Yanga hapa. No no no. Mm -hmm. Brazil. <laughs> Wapi? Yes. Kweli sio. Naomba kazi. Naomba kazi. Kweli. Naomba kazi. Naomba kazi. No, Ali Mustafa aka ni Batez. Sasa Batez, si ndio? Hiyo nimekosea spelling tu, kidogo tu nimekosea. Swali jingine, swali jingine. Naodha wa Simba sasa hivi nani? Okay, nani? Joseph Owino. Eh, sahivi nnanikmpata Haya swali jingine moja. Mchezaji wa Simba ambaye amevaa namba kumi nani? Nani? Kisiga. Hmm? Kisiga. Una uhakika? Yeah, Kisiga. Amepata mpeni makofi. Simba! Okay, challenge yetu imeishi hapo. Jose Mara amewezesha Simba kuchukua pointi zao za angusha. Eh? Ah, sikubali. Tuendelee kuwa pamoja katika Kili Chat Show tukiwa na Jose Mara pamoja na Shilole. Na sasa tunakwenda kuzungusha kikwetu kwetu. Kama uko nyumbani, fungua bia yako ya Kilimanjaro, hakikisha kizibo chako, ile namba unaichukua, unaweka kwenye ukurasa wa message pamoja na jina la timu unayoipenda, utume katika moja tano, nne, moja tano. Kwa jinsi hiyo utawezesha timu yako kuchukua ushindi wa pesa nyingi au ushindi wa uwanjani. Hii ni Kili Chat Show, na mimi ni Gardner Jihabashi, karibuni sana. kama wa ina hii, na hii, na Kili Kili zungusha Kili na uburudike uburudisho funguke sherekea kikwetu kwetu upate batani kwetu. Na batani kwetu mimi nawe rafiki, tupate tena kisha zungusha zungusha tena Kili ya tupa burudani, shika Kili mkononi bila tunaupa burudani wakeuurawakeunushahili Kilimanjaro Premium Lager, tungi la kiburudisho kwa Tanzania. katika skrini yako endelea kufuatilia matokeo yanavyokwenda ya Nani Mtani Jembe promotion. Wewe ndio umewezesha matokeo ya we. So endelea kwa zaidi kupiga kura sana sana kadri inavyowezekana ili kuboresha matokeo ya timu yako. Pia tembelea Facebook na Twitter kurasa zetu hizo, na ingia kwenye website yetu ya kililaga.com. Mkwaju NMJ utakuwa nasi hapa, utaenda na sisi uwanjani na utaweza kupata nafasi ya kuuliza maswali hawa waweze kuyajibu kadri wanavyozidi kuja hapa. Sasa sehemu yetu inayofuata sasa hivi bwana, tunakwenda kucheza mchezo wetu kikwetu kwetu kile football pale. Nafikiri tuko tayari jamani. Tunafanya. Tunatakiwa kucheza wawili wawili. Nani anaweza, okay. Kili chat football. Hawa ni Yanga hawa ni Simba, mimi ndo referee wenu. Sasa tutakuwa na magoli matatu magoli matatu, atakaweza kufunga magoli yote matatu ndo mshindi. Atakayefunga okay mawili mwingine moja uwe mwingine ni mshindi pia okay. hatuna zaidi ya magoli matatu. Mko tayari? Tuanze. Ebara, yes. Yanga wamepata goli ya kwanza tuko tayari kwanza? Oh my God, mama mama. <laughs>

E bwana, ongera sana kwa Shilole ameisababishia Yanga ushindi na kuchukua pointi muhimu ah! E onge, ongera sana kwa ushindi bane. Asante Yose, um. Kule sana sana nabali anaaanolesanaataa aata kwa bahati nzuri Shilole mpaka sahivi tumeshaona eh, Simba michezo yake ya mwanzoni, Yanga michezo yake ya mwanzoni mm. We kama mtu unayefuatilia michezo unaonaje mechi ya Mtani Jembe kwa wa jamaa wawili, nani ana nafasi zaidi? Mimi naona kama Yanga ana nafasi kubwa sana Kwanye? Simba bado mm. Simba bado wana wanananii wanachechemea wana, wana, yani, kama ndio metaka kwenda Tabora, ndio kwanza mko Ubungo. Asante. Sasa tuanze mazungumzo yetu na Shilole, moja kati udari PSI, ya waigizaji hodari kweli kweli lakini pia sasa hivi ameshika chati nzuri ya muziki wa Bongo Flava hapa nyumbani Tanzania. Ulianza katika Bongo Movie nakumbuka kabisa. Ndiyo. Lakini ghafla nikakuona umeibuka na umeteka vizuri kwenye Bongo Flava. Nini ambacho kilikuvuta ukahama? Nilitamani kufanya sinema alafu nifanye pia na muziki. Lakini sasa, mwanzo siwezi kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja. So nianze kwanza kimoja kinitangaze, alafu kingine wakati nishapata kile kitu ambacho nataka mm, and then niweze kufanya. Mm. Kwa hiyo nikaanza kufanya sinema. Mm. Lakini nikasema mimi why ni shit kwenye sinema wakati nataka kufanya mziki. Saka, na mziki ndo ndoto yangu. Mm. Kwa hiyo nikaa nimetafuta watu ambao wanaweza kunisaidia kwa sababu nilikuwa nimeacha kujichanganya sana. Basi nikaona na kiu chifu nikamwambia shida yangu. Kiu-chifu. Yes. Mm. Akanambia na neno. Basi nikaanza kufanya mziki. Wimbo yangu wa kwanza tu nimefanya kawa tusu. Basi nikakiwa nikigusa kama yanga kiingia uwanjani yeah. mm. sasa hivi mm. Shilole ni kwa kweli ni brand kubwa, lakini kabla hujawa maarufu kiasi hichi, Shilole, kabla hata hujaingia bongo movie kule nyuma kabisa, ulikuwa unafanya nini? Uh, mimi, yes. nilikuwa ni fanya biashara tu jasilimali mdogo mdogo. Ulikuwa unafanya biashara gani? Nilikuwa hapa mjini ama nilikuwa tu Igunga, hata nyumbani Gunga, Igunga nilikuwa na genge moja hivi la la vyakula, nilikuwa hmm. mm. kwa hiyo nafanya biashara biashara nyingi, kwa sababu mimi sipendi kukaa bwana. yeah. Mimi naomba nikusifie Shilole pamoja na uigizaji wako mzuri pamoja na pia uwezo wako kwenye sanaa, lakini wewe pia ni mwanamke mrembo sana. Asante na sijui kama uko kwenye uhusiano na unaweza kuzungumzia uhusiano wako? Yes, niko kwenye uhusiano. Unajua mwanamke bila kuwa na mwanaume haiwezekani, kwa hiyo yeah. mwanamke aliyokamilika lazima atakuwa na mtu wake, so niko na, na mpenzi. Nani umebahati uko tayari kumtaja? <laughs> Simba kuna miji mama itanibia bwana. Usisahau kutufuata katika ukurasa wa Facebook ndio utapata nafasi ya kuuliza maswali. Na sasa hivi tunaye mtu anakuuliza ya kwamba unaweza kuimba na kushangilia wimbo wote wa Yanga, hebu, yes, tupe <laughs> Yanga mkeni, tuimbe so, wote ya Yanga nyimbo yetu ambayo tunaimbaga ile nadhani mnaijua kiswahili sana kama kama wenyewe yanga tulivyo unajua bila kuwa mswahili mambo hawezi kwenda <coughs> <coughs> twimbeni wote nadhani tunaijua hii nyimbo uh -huh, <coughs> nasema yanga nani si shabiki wa da yanga tena nasema yanga toto ya jangwani Nasema Yanga ya nasema Yanga ay. Nasema Yanga, eh ya ay. Nasema Yanga. Asante sana toto Jangwani, asante sana, ameshasikia. <laughs> Oh, watoto wamezaliwa Jangwani, unataka kuleta mambo? Wao wamezaliwa msibazi, wanaiba simu. Siwa, siwa, eh bwana, big up sana kwa mashabiki wa Yanga, big up sana kwa Shilole kwa kweli unaifuatilia timu yako vizuri, okay? Asante. Tuendelee kufuatilia promotion yetu ya nani mtani jembe lakini kabla sija kwambia kingine chochote, tupate dakika ya kuangalia kazi ya Shilole jinsi inavyokwenda akiwa jukwani. Tukiwa bado tupo katika Kili chat show. Sasa tunatoa nafasi kwetu, jamani, ambao tumefika hapa na nyinyi, mjidai muweze kuuliza angalau swali moja mawili kwa Shilole. Nashukuru apa nimuulize, um, tu ndio uh, swali moja zuri kidogo. Anikumbusha tu mara mwisho Yanga kufunga Simba nilini, na kama anakumbuka walifungwa bao tano mwaka gani? <laughs> ah, mimi baabari za kufungwa kufunga mimi sitaki. Kwa sababu gani? Mimi nataka uniulize mimi mimi, hapa nataka kujua nini kuhusiana na mimi. Yanga nadhani mnajua kila siku kwamba tunawapiga Simba kwa, tunawa kwa hiyo <laughs> ukianza sana kuniuliza <laughs> maswali yake ku, eh, hivi eh? <laughs> wewe unajua kipigo chetu cha mbwa mwizi. historia inajisema, eh, historia, historia ipo. Okay, asante sana, kwa sasa tutapata break kidogo na sisi tuweze kuzungusha kikwetu kwetu kama huko nyumbani, fungua beer yako ya Kilimanjaro na uburudike kikwetu kwetu. Karibuni sana Bibi, zungusha. Zungusha na hii na hii Kili, fungua Kili na uburudike yeah. Burudisho funguke, sherekea kikwetu kwetu, na upata batani ni kwetu. Mimi nawe rafiki tupate mzuka, fanikisha zungusha tena kili ya tupa burudani, shika kili mkononi bila na yeah. yeah. yeah. yeah. mm -hmm. ushereke Kilimanjaro Premium Lager. Tungi la kiburudisho kwa Tanzania. Tanzania karibuni katika Kili Chat Show. Kuna nafasi nyingi sana za kila mmoja wetu kujishindia kwenda kuangalia mechi ya Simba na Yanga kwenye promotion ya nani mtanijembe, tena nafasi ya VIP ikiwa imelipiwa kila kitu na Kilimanjaro Premium Laga. Inachotakiwa kufanya ni wewe kupiga kura nyingi kadri inavyowezekana. Jinsi ya kupiga kura, unafungua kizibo cha Kilimanjaro Laga, kuna namba ya ya siri. Andika jina la timu unaoipenda kati ya Simba au Yanga pamoja na namba ya siri alafu uitume kwenda katika namba moja, tano, nne mara nyingi uwezavyo na utashinda nafasi ya kuja uwanja wa taifa Disemba kuangalia nani mtani jembe kwenye promotion yetu. Wiki hii tunaye mshindi na tutampigia simu sasa hivi kumpa zawadi yake na pia atachagua mmoja kati ya marafiki kutoka hapa ndani ambatane nao kucheki mechi hii. Tumpigie simu <tiple> Oli Olivia, habari yako. Habari yako Olivia, habari <tiple> yako <tiple> Habari gani? Nzuri. Mimi naitwa Gardner na kupigia simu kutoka Kili Chat Show e. Umeshinda zawadi ya kuja kuangalia mechi ya nani mtanijembe hapa Dar es Salaam mwezi wa 12 na kila kitu utalipiwa. Asante sana. Uko wapi? Niko Arusha. Wewe ni mshabiki wa timu gani? Simba, Simba. Sawa, tunakupa nafasi uchague namba unaoipenda kati ya moja mpaka thelathini ili upate mtu wa kuongozana naye kwenye mechi. Namba sita. Namba sita. Na namba sita. Okay, umepata rafiki mmoja wa kuongozana naye kwenye, kwenye mechi. Hongera sana, Olivia tukiwa katika Kili Chat Show, tunaendelea na mazungumzo yetu sasa na Jose Mara mwanamuziki hodari ambaye pia ni mmiliki wa bendi ya mapacha watatu yeye pamoja na Alidi Chokora ambaye leo tuko naye hapa. Lakini Jose Mara pia, safari yake ya mziki ilikuwa ni ndefu sana, watu wengi wafahamu umepita bendi kadhaa yeah. sisi tunakujua tu ulipotokea FM Academia. wapi kwingine uliwahi kufanya kazi kabla ya FM Academia? bendi nyingi mm. kuna Bora Bora Sound, kuna kuna nina muzika mm. kuna Bantu Group ambayo ilikuwa inamilikiwa na Komando Hamza Kalala mm. eh, kulikuwa kuna wasimuzika kuliko kuna Afro Bora Sound, safari ndefu, safari ndefu sana. Lakini mimi ni mwanamuziki ambaye nimeweza kulala kwenye mabaa eh, kari yako kwa macheni mm -hmm. Marina Mbagala huko, Kimboka Kimboka Buguruni waitukei, lakini taratibu nikawa <laughs> na safari yangu ya kuweza kuingia Ngwasuma ni kwamba ni, ni kwa kwa tayari mshangia Bora Bora Sound, kuna kipindi wanamuziki walikuwa wamekimbia Wangwasuma wakaenda Dubai Koyo, kwa hiyo wakawa anatafuta watu wa kuweza kuzibaziba mapengo ya. Kwa hiyo mimi nilikuwa chaguo kutoka kwa Papi Kocha, ambaye alikuwa mm -hmm. yuko gerezani kwa mm hiyo -hmm. akamtuma meneja Mujibu bwana, kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Jose kipindi hicho mimi niko mpige magoe huko, yaani ukizungumza mpige magoe, naweza kuhesabu: Ubungo Maji, Ubungo Tanesco, Msaada, Bahama, Bucha, Lisoti, Bonyokwa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hey, una unaelekea yeah. <laughs> Sana umekaa muda mrefu kwenye mziki, ni jinsi gani uliingia kwenye ushabiki wa mpira pia, na unapata muda kweli kushabikia timu yako? Mimi yeah. Yeah. Simba naipenda sana kwa sababu kwanza baadhi ya wachezaji wa Simba yeah. nimesoma nao, tumekuwa katika akademi za kiza kipingu ndio. Mimi ni mwanamuziki ambaye wakati niko olevo uchira seki nichaguliwa ni kutokana na sanaa, nikaja Makongo High School. Kwa hiyo tukutana kina Kaseja hawa kina niko Nyagao hawa mm. kina Kilimari haya sawa sawa, wengi wengi ambao wakati sisi tunaondoka na kina Tegete ndio wanaingizwa hapa. Na ndivyo hivyo ulivyoipenda Simba? Yeah, ndivyo hivyo. Sasa ndugu yangu Jose, leo kwa mfano ingekuwa ufanye mziki na naona yeah. umekaa muda mrefu, una uzoefu kutosha na una wapenzi yeah. wengi sana, ungekuwa unafanya kitu gani? Nini kingine ambacho ni hobi yako ukiacha mpira? Uh, mimi hobi yangu ni, ni, ni kuchora. Ndiyo. Kuchora tinga tinga anachora sana. Tinga tinga? is picha na huwa anafanya kazi za kutengeneza batiki time dyes. Ndiyo. Okay. Mwanamuziki gani katika hii dunia ukiacha hapa Tanzania ungependa kufanya naye kazi na kwa nini? Ni Usundu. Okay. Yeah, ni Usundu, ni mwanamuziki ambaye kwamba anahisia ana, ana, ana sana mm -hmm. Anahisia ana melody, ana, mm -hmm. Ana melody nzuri sana. Ndiyo. Na huwa anamfuatilia sana kwa karibu. Kwa hiyo Naamini kama ningepata bahati ya kuimba naye leo jamaa, ingekuwa ndoto yangu imetimia. Kumbuka, kama una swali lolote unaweza kuuliza kupitia kurasa yetu ya Facebook na pia utaweza kupata nafasi ya kuja hapa ukipitia katika mitandao yetu, na tunalo swali moja hapa kutoka kwa Zakaria anataka kumuuliza Jose Mara, na swali inasema ya kwamba wanawake wanapenda kuwatunza sana katika jukwaa. Kuwatunza, haujawahi kupata matatizo yoyote kutoka kwa mtu wako au mtu wa anayekutunza? Kitu ambacho naweza nikuzungumze ni kwamba watu ambao au tuseme wa wadada nazungumzia wadada ambao kuja kutunza ni, ni kwamba huwa anapenda kile ambacho nachokifanya kazi sana yangu ya mziki, lakini kukiwa na matamanio ndio unaweza kukuta kwamba kuna labda kuna namba ya simu kwenye kwenye pesa yeye ameweka ndani anakufinyia. Mm -hmm. Anaacha bana, mimi naitwa Lucy, baadaye nipigie kesho asubuhi labda hivi na hivi. Sasa na wewe ukiwa unadahika na vitu kama hivyo, mm, unaweza kujikuta unaangukia katika sema ambazo sizo. Mimi nimeanza kupiga mziki wa kulala nje mpaka leo na miliki beni. Kwa hiyo kitu kama hicho akiwezi kuniadaisha mimi niingie katika big up sana kwako Jose. Jamani, hebu tuchukue dakika kidogo kuangalia kazi ya Jose Mara anapokuwa katika kuimba e. Bwana, mimi naomba kwa sababu nyinyi wote ni wanamuziki na wote mna uhodari katika jukwaa, tunaomba tuone siku moja mmefanya kazi ya pamoja. Shilole na Jose Mara, mnakubali? Amkubali mbele ya watu hapa? <coughs> na nawakumbusheni tu ya kwamba tunayo nafasi kwa ajili yako ya kuja kwenye Kili Chat show kama ambavyo ndugu zetu wamefika hapa. Na hapa una nafasi pia ya kuuliza maswali. Tuna swali moja kutoka kwa audience yetu. Nani ana swali kwa Jose Mara? Asante brother pale. <coughs> <coughs> wazungu uwezi amini mwonekano wao ule, babu ule mrefu mwembamba, namkumbuka, na huyu mrashi wa juzijuzi huyu, ambaye alikua ukikosa dakika mbili tu anakutoa nje, majina yao anaipotea, lakini nafikiri umeshajua. Hey. Logo, <laughs> Okay. Usiache kuipromoti timu yako kwa kuipa kipato. Kwenye promotion ya nani mtani jembe inaendelea kila siku katika mitaa yetu. Fungua bia ya Kilimanjaro Laga. Namba ya siri pamoja na jina la timu unayoipenda viweke kwenye ukurasa wa message alafu utume katika 154 5 ingia pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na unaweza kutwit kwa kutumia hashtag ya Kilichats. Tutakuwa na wewe hapa na utaweza kushinda nafasi ya kwenda kivip zaidi, kikwetu kwetu zaidi, uwanjani kwenye mechi ya nani mtani jembe. Big up sana kwa Jose Mara, big up sana kwa Shishi Baby. Mimi naitwa Gardner Jiabash na hiyo ilikuwa ni Kilichats.